Zaidi ya mabasi ishirini ya kampuni ya Abood yanayofanya safari, ya safari zake katika mikoa mbalimbali nchini yamefungwa visimbuzi vya Azam TV ili kurahisisha upatikanaji wa huduma bora na kutoa fursa kwa abiria kutazama vipindi vyote vya Azam TV wakiwa safarini. Ufunguaji wa visimbuzi umefanyika katika ofisi ya Abood uliopo zilizopo Ubungo, Dar es Salaam. Hii ni awamu ya pili na kwa jumla sasa watakuwa wana mabasi 46 na amenunua vifaa hivi kwa ajili ya kufunga kwenye mabasi ambayo inapelekea sasa wateja wake au wasafiri wote wanaotumia usafiri huu kwenda nchini popote Tanzania, wanakuwa hawana wasiwasi wa kupitwa na aidha taarifa za habari au tamthilia. E, na ukizingatia kama kesho dabi inachezwa, kwa hiyo wana uhakika kabisa kwamba wakiwa wako ndani ya basi la Abood service basi wanapata huduma hizi e, bila kikwazo chochote huduma hii ni huduma bora ambayo kwa sasa hivi, uh, tunashukuru inaendelea vizuri uh, tunajua kwamba wako wateja wengi sana ambao wanatumia huduma kwa sasa. Kama unavyoona kila basi unakutana nalo barabarani na huduma yetu. Kwa hiyo ni namna tosha au ni dalili tosha, inaonyesha kwamba huduma hii imepokelewa na inafanya kazi vizuri. Basi zetu tulizozileta sasa hivi ni basi ambazo zina ubora na ni basi ambazo ni za kisasa kabisa, na ndio maana unaona tunajaribu kufunga vitu mbalimbali ili kuweza kuwapa entertainment ya abiria wetu waweze kusafiri wa usiweze kuchoka.